Mashambulio makubwa ya kombola na droni yaliyofanywa na jeshi la Urusi mapema Ijumaa yameutikisa mji mkuu wa Ukraine yaani Kiev yakisababisha mlipuko mkubwa na moto katika jengo refu la makazi taarifa kutoka mamlaka za Ukraine zinasema mtoto wa miaka saba ameuawa huku takriban watu kumi na mbili wakiwa wamejeruhiwa, nane kati yao wakipelekwa hospitalini. Meya wa Kiev ndugu Vitali uh, Rishiko, amesema mashambulio hayo pia yamesababisha mgawa wa umeme na maji katika maeneo yaliyoko mashariki mwa mto Nipro unaopatikana katikati ya jiji hilo. Picha ambazo zilizowekwa mitandaoni zinaonesha majengo yakiwaka moto, wakati vikosi vya ziva moto vikipambana kudhibiti hali hiyo, huku vipande vya droni vilivyodunguliwa vikiripotiwa kuanguka katika sehemu kadhaa za mji huo. Waziri wa nishati wa Ukraine ndugu Vilana uh, Ginchak amesema kwamba vituo vya nishati vililengwa moja kwa moja na kwamba wataalamu wa nishati wanafanya kila juhudi kupunguza madhara na kurejesha huduma haraka iwezekanavyo. Hadi Ijumaa asubuhi, zaidi ya familia 20, elfu ishirini na nane katika mkoa wa Kyiv zilikuwa bila umeme huku vituo vya kijamii na vya afya vikitegemea jenereta. Mamlaka za maeneo ya Poltava zimeripoti kuwa zaidi ya wateja elfu kumi na saba bado hawana umeme baada ya miundombinu ya nishati kuharibiwa. Mashambulio haya yanajiri wakati Urusi ikiendelea kulenga miundombinu ya nishati ya Ukraine huku baridi kali ikikaribia ikiwa ni zaidi ya miaka mitatu na nusu tangu vita hivyo vianze. Wiki iliyopita shambulio jingine kubwa liliharibu vituo vikuu vya uzalishaji wa gesi nchini Ukraine vikisababisha hasara kubwa. Kiongozi wa utawala wa kijeshi wa Kyiv ndugu uh, uh, taimul kachenko akasema mashambulio mashambulizi ya leo yalihusisha ya mchanganyiko wa makombora na droni yaliyovurumishwa baada ya usiku wa manane. Moto mkubwa uliowashwa na droni uliteketeza ghorofa ya sita na ya saba za jengo refu lililoko katika wilaya ya Pecheskai. Kutokana na hali hiyo, mfumo wa usafiri wa anga na chini ya ardhi wa Kyiv umesitishwa huduma kwa muda, na baadhi ya shule na vituo vya watoto wachanga vimeanzisha masomo kwa njia ya mtandao kwa sababu za kiusalama. Mashambulio haya yanaendelea kuonesha mkakati wa Urusi wa kuzidisha shinikizo la kiuchumi na kijamii huku Ukraini ikijaribu kudhibiti hali ya nishati na kulinda raia wake kabla msimu baridi kwa wa baridi kuanza rasmi. Eh bana, nadhani vita vya Ukraini na Urusi vinaacha pigo kubwa kila siku. Shambulio hili ambalo ni kwenye jengo la makazi ya watu, nadhani limeacha picha kubwa ya kwamba labda Urusi ashambulii kwenye maeneo ambayo ni stahiki, yeye anashambulia eneo lolote ambalo kutakuwa na kitu chochote ambacho hatasababisha maafa makubwa zaidi.